Kisha TV tuko hapa visiwani Zanzibar na kilichotuleta ni kwa ajili ya kukupa taarifa zote za mtanange wa Ligi Mabingwa Afrika hatua makundi kati ya wananchi Yanga Sports Club na Faraba timu mchezo ambao utachezwa tarehe 22 ya mwezi huu wa kumi na moja, 2025, katika dimba la New Amani Complex, majira ya saa kumi za jioni nazungumza na, na wadau mbalimbali na leo tumepata bahati nzuri sana kuweza kuzungumza na miongoni mwa wakongwe wa watangazaji lakini mwana yanga kindakindaki ni miongoni mwa watu ambao nimeshawahi pia kupita kwenye mikono yake e, kufundishwa kazi na leo hii unaniona hapa, na si mwingine ni Ramadhan Yusuf Madogo, unaweza kumwita Rama B kutoka Zanzibar. Kwe mabosi wangu, yeye ni siku nyingi, <laughs> kitambo? <laughs> kutoka mitaani mpaka katika tasnia unajua mm. jitihada lakini nia, mtu akishakuwa na nia na lengo na jambo alipambania, huwa binadamu anapotaka kuwa huwa muhimu uhai na uzima. Kwa hilo ndo la msingi zaidi. Hongera pia kwa sababu umeamua kutengeneza platform yako wewe mwenyewe kupitia sehemu zingine ambazo zimekupika na hatimaye umejitafuta. Na hapo ulipo ndipo pa kwako. Hapa si utumwani tena. <laughs> Ndio hivyo. Jeni, mimi kwanza tangu hapo ndio na kipaji na katika pita ulizopita, nilijua itafika wakati unatengeneza brand yako na ndivyo ilivyo. Na tayari umeamua kuwe mwenyewe jeni, na umesimama jeni kishai, na leo platform ni hii. Wa Tanzania watumie fursa hasa kupitia mitandao. Muhimu ni kujitambulisha wewe ni nani na unataka nini na baadaye kujipambania. Hakuna mtu ambaye anaweza akakufanya wewe uweze kuwa mbele zaidi wewe mwenyewe. Mm -hmm. Ili ufanikiwe kuwa wewe wengine wanaweza kwa madaraja tu au njia tu ukawaiga walichokifanya, unabaki kile ambacho wewe unaamini, na baadaye inakuwa tija. Ndio jeni huyo umepita, na baadaye umejitafuta, umejivuta. Big up sana, umepita sehemu kubwa na hatimaye sasa umekuwa wewe mwenyewe, utafika mbali hilo ndo la msingi. Asante sana, nashukuru sana bwana. Ukisikia hii sauti, unasikia Ramab yuko huko matangazo, sauti fulani hivi, ambayo unasema kwamba hizi e, ni sauti ambazo wanazo watu wachache sana za kubarikiwa. Kwanza hongera sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya, uandishi wa habari. Na kifupi kwamba binafsi nimejaliwa kwamba kwangu kazi sio tatizo, hasa kwenye uandishi, kwa sababu najua na kitu unique ambacho nakitumia wako tulikuwa nao wengi, wengine hawapo na kupata kazi kwao ngumu. Kwangu imekuwa shida ni fedha zaidi au maslahi, na ndio maana unaweza kukuta Ramab leo yuko hapa, kesho yuko pale, na imekuwa rahisi pia kupata, sio ngumu, kwa sababu ya kile ambacho naamini Mungu amejalia. Lakini ninachokiona kwamba kwa maisha ya leo, usipige mguu mmoja kama mpira, basi piga miguu yote, na baadaye ikiwezekana kifua, kichwa, basi kwa mgongo, mikono isitumike, kwa sababu mpira mikono hairuhusiki zaidi ya mlinda mlango. Kwa hiyo mimi nataka niseme jeni kwamba ya miaka kumi niko katika tasnia na wengi wamepita tukaelekezana na mimi pia nilikuwa na watu wale, nipika nikapikika. Wengine wako hai, wengine hawapo tena, lakini mwishowe ni kuamini tu kile ambacho nakitaka na kupambania kwa, naweza kusema hivyo, lakini nje hapo sio, niseme nini? Tasnia ni kubwa. Ukikutana mtu mwandishi na ana kipaji na kasomea hana kazi, hakujua huyo lengo lake ni nini. Na mwandishi siku zote hakosi kazi ya kufanya. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana katika tasnia hii, na watu pambane ili tupate tija. Hayo ndio ambayo naweza nikasema nje ya uyanga wangu. Kabla hapo nilikuwa na uficha kwa sababu natangaza kabla hapo mipira yenyewe. Nimefanya vipindi vya michezo pia katika radio kubwa na kutangaza mipira pia. Lakini sasa nimeamua kidogo niache kwenye michezo niwe kwenye masuala haya ya kisiasa, kijamii, kiuchumi na kadhalika. Huko ndo niliko. Lakini sasa nimeamua kujitambulisha fawaisha watu wanijue kwamba ah kumbe Ramab ni Yanga. Basi mimi ni Yanga. <laughs> Hapo ndipo nilipokuwa nakuja nasema na kwamba kipindi chote ambacho mimi niwahi kufanya kazi na wewe Sikuwahi kujua wewe ni shabiki wa timu gani. Kwa mara ya kwanza sasa leo nika bosi wangu Ramab na hii Yanga pamoja kibingwa wananchi, ah, nikasema hii hapana, hili ni bwana, ni jambo ambalo sikuwahi kulifahamu. Niambia kulikuwa kuna ugumu kiasi gani kuficha kwamba wewe ni shabiki wa timu fulani ukiwa unafanya vipindi vya michezo. Ah, hii ilikuwa ngumu sana. Nakumbuka mara ya mwisho nilitangaza mechi ya Simba na Yanga na Yanga alifungua nne kwa tatu na, na kumbuka, mechi, mechi, mlina mlango wa Simba alikuwa kaseja na mabao mawili katika yale matatu ya Yanga alifunga Tegete Gerson. Ndio mechi kubwa ya kwanza natangaza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. hiyo mechi kwa moja kati ya vituo vya redio ambavyo nilipita pia. Uh, ndio mechi ya kwanza kubwa ukiachana mechi zingine za Zanzibar. Sisi katika wale ambao walikuwa wanaanzisha Mapinduzi Cup ni founders katika utangazaji ku commentate yani, mimi wakati huo hata hizi media kubwa ambazo zinatangaza mipira na kuonyesha wakati wa hawajaanza walikuwa wanachukua sauti zetu wanaingiza katika kile ambacho wanakirekodi. Mwaka 2012 mimi nimeshaanza kutangaza mpira, kwa hiyo nimetangaza mechi kubwa kubwa katika uwanja wa Amani kabla kukarabatiwa, lakini mechi kubwa ambayo naikumbuka ilikuwa dabi ya Simba na Yanga. Yanga anakufa nne kwa tatu na Tegete akiwa anamfunga kaseja anavyotaka pale uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa hiyo kuna namna ilikuwa inanitokea wakati mwingine, unaumia kwa sababu ni shabiki, lakini unapaswa uonyeshe kwamba wewe sio shabiki, utangaze mechi. Lakini kiukweli kwenye watangazaji waandishi tumegawika, wapo Simba, wapo Yanga, na hata lilimopita kuna wengine watu wanasema kabisa, fulani Simba kumbe si kweli fulani Yanga, kumbe si kweli. Hata nilipo kuna watu wanajenga dhana, nilionao pia na wanaofanya vipindi vya michezo, wengine wachambuzi, wengine wamejidhihirisha, wengine ngumu, lakini wanatambulika tukio wenyewe tunajuana na yeye naye, unajua ile kwamba unajua leo kwamba ukimzungumza fulani, unajua kabisa huyu shabiki wa Simba mwenzangu huyu Yanga, tukikutana kwenye makundi yetu tunaambizana. Nje huko watu wanaofuatilia hawezi kujua kwamba huyu ni Simba au Yanga. Kwangu ilikuwa ngumu sana, ilikuwa ngumu, na hasa Yanga anapofanya vibaya. Lakini kwamba mimi ni Yanga, nililia kwa wale ambao walikuwa kwa karibu na mimi, licha ya kazi yangu, lakini sikuwahi kujionyesha mbele za watu kwamba mimi ni Yanga. Hiyo <laughs> ilikuwa shida kidogo. Unafikiri ni kwa nini inakuwa ni ngumu sana ukishakuwa mwandishi wa habari hususan kwenye michezo kujitambulisha, mimi ni shabiki wa timu fulani? Watu wanakuchukulia kama vile unafanya makosa makubwa. Ukishajitambulisha, kuna ile imani inashuka. Shida kubwa iko wapi? Moja ni kupoteza uh, mashabiki, kwa sababu ukiwa mtangazaji, una fan base na fanbase yako inawezekana pia sio upande mmoja, kwa maana wengine watakuwa Simba, wengine Yanga. Ndio Tanzania ilivyo, mtu akipenda mpira mmoja Simba moja atakuwa Yanga, kinyume na hapo, itakuwa ni uongo tu. Ndivyo ilivyo la uwe upendi, mchezo wa mpira miguu. Sasa mimi binafsi nilikuwa naepuka ile kwa kutoleta mifarakano na kugongana gongana, ah ukizungumza la Yanga kwa sababu unakujua Yanga, ukalisifia unasema si Yanga huyo. Ukiwa Simba ukasifia la Simba si Simba huyo. Kwa hiyo mimi hapa sifikiri tena kurudi katika uwasilishaji wa taarifa za michezo, la wakati nasoma magazeti na namna nyingine lakini kwa kaele kuchambua na kuchambua, naweza kutangaza, naweza lakini kurudi katika ile hali ya kutangaza moja kwa moja michezo, sijawaza hilo na huko na kuelekea, kwa sababu kuna mambo mengine anayafanya huenda pia nikajikita zaidi katika hayo, kwa sababu ya jamii. Ugumu ni huo, wengi wanakataa na wengi wanaogopa kutukanwa, lakini sio kutukanwa, lakini kupunguza idadi ya mashabiki ambao wanakufuatilia kwenye kazi yako. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo mimi nilikuwa nayo na nahisi wenzangu wanayo. ni Yanga ambayo ndio imekufanya ukasema kwamba sasa, mm, sasa hivi nataka sasa watu wafahamu kama mimi ni shabiki wa timu fulani, ndio maana umeacha kutangaza vipindi vya michezo ama kuna sababu zinginezo? ni ilikuwa ngumu ingawa mimi ni shabiki wa Yanga, ni ile kuji, unajua hata kuvaa jezi ya Yanga kwangu ilikuwa shida kwa sababu ya kazi yangu. Uh, najiona uh, ah, ah, kama naonyesha, basi nivae Simba na Yanga. Lakini hapa nilipofikia, wana Yanga Zanzibar kona hata kwa sababu tunaambiwa Rama ni Yanga, inabidi tumpe majukumu. Na hivi ninavyokuambia kwamba na majukumu kwenye baadhi ya matawi, kwa mfano tawi la Kijangwani, kuna Yanga WhatsApp kwenye hamasa pia lakini pia uongozi kwenye matawi sasa ile ndio imenibidi, wananiambia wewe kama Yanga kweli utafanya ya Yanga. Kwa hiyo najikuta kama hivi, nimevaa leo, Yanga wanafanya mazoezi, nipo. Kwa hiyo naitwa na viongozi wangu wa juu, wengine wazee wangu, siwezi kukataa kwa sababu wanajua mimi ni Yanga na wamenilea hivyo kuwa Yanga, basi nalazimika kuingia. Ndio leo jeni umenifumania, nimetinga hii, nasema leo <laughs> sikuacha Kibingo pamoja kibingo zaidi, na hapa tumekuja kwa ajili ya kuisimamia timu, na si hivyo tu, kuna mambo mengi na harakati nyingi za Yanga. Kwa hiyo wana Yanga Zanzibar, wazee wanaambia bwana wetu, tunakujua Yanga, tunataka ufanye moja mbili tatu, na una uwezo juu ya hilo. Kwa hiyo wana swala Yanga, kuzungumza swala Yanga kuwa hivi, nipo huwa najitahidi kwa nyuma, lakini wakati mwingine ndio nalazimika kama hivi, jambo kubwa la kitaifa, ingawa lipo upande wa Yanga lakini tunawakilisha Tanzania pia. Kwa hiyo nimelazimika kuwa hivi unavyoniona, una na umenifumania. Kwa hiyo wanasema silobudi hutendwa, nimeamua nifanye kwa sababu ya nguvu ya wazee, nguvu ya wanaYanga na baadhi ya wanaYanga, wewe ni Yanga na kama sio Yanga basi tusikuone, lakini kama Yanga fanya moja mbili tatu, na watu wazima waweze kukataa. Na mimi kwa sababu naipenda Yanga nimeamua kwangu, sikustaajabu na niliamini kwamba Yanga watakuja Zanzibar kwa sababu mara nyingi watu wa Zanzibar wanapoizungumzia Yanga kutaka jambo lao, na wanapoitaka uongozi unatii, yani ustaarabu mwingi sana kuanzia rais mwenyewe na viongozi wote, makamu wa rais pale Yanga au wana Yanga wakiwemo wazee na Yanga, wazena, wengine wanakuja, na ukizungumza Yanga ni chimbuko lao pia Zanzibar, lakini si hivyo kwamba hapa ni nyumbani. Kuna msemo unasema, ukiona ambari ujue zinduna ipo nyuma, na nataka nikwambie, ukisema huu msemo ambao tumejifunza shule za msingi na kadhalika, ambari ni kinyesi cha mnyama mkubwa sana kwenye maji, na mnyama mkubwa anapatikana baharini. Kwa hiyo ukiona ambari, zinduna iko nyuma. Nikuambie zinduna ni nini, kwa sababu ni kodi ya Yanga na um, na ni Zanzibar. ambari ni aina ya kinyesi ambacho kinatolewa na mnyama anayepatikana baharini. Huyu ni nyangumi, ndio mnyama mkubwa kuliko mnyama yote. Kwa ukubwa wa Yanga Zanzibar ni zaidi ya timu yoyote unapozungumzia Tanzania, kama ilivyo upande wa pili. Kwa hiyo Yanga ni kama mfano wa ambari, ambayo ambari hii kuna nyeusi na nyeupe. Ukiipata nyeusi unaweza kufanya mambo yako mengi na ukabaini mbaya wako, ukajua huyu ni mwema huyu mbaya. Ukipata nyeupe inakupotea na, na yeyuka kama wewe mwepesi. Kwao Yanga wamekuja Zanzibar ni mfano wa msemo kusema ukiona okay, ambari ujue zinduna iko nyuma, kwamba jambo lolote linapofanywa ujue uko nyuma kulikuwa na maandalizi. Yanga hawakuondoka da hivi, hivi, tuna wamekuja Zanzibar kwa sababu. Ndio sawa nikasema ukisema okay. Ambari na zinduna, basi ambari ni kinyesi cha mnyama ambaye anapatikana baharini mkubwa, mkubwa kuliko mnyama yote duniani. Na Watanzania wengi sina hakika kama wanajua kwa sababu baharini kuna wanyama. Kwao Yanga tunaimithilisha na mnyama huyo ambaye pia kinyesi chake kinakuwa tiba, kinyesi chake kinakuwa faida kimwili kwa binadamu tukasema nyangumi. Yanga ni nyangumi, au Yanga ni mfano wa nyangumi, na nyangumi mwenyewe pia akitoa vitu anavyovitoa vyote vinakuwa thamani. Yani, kwamba ushakutana na mtu bwana, huyu au anatoa taka na taka zake zinachukuliwa kwamba ni dili, ndio wanasema taka dili. Ukija Zanzibar utatengeneza viluva, kama sio viluva, kuna namna nyingine pia ya kuwa mboji au samadi kwenda kutumia katika kilimo. Kwa hiyo tunachokifanya kwa Yanga chochote Yanga wanapokuwa au popote wanapokuwa, Yanga Yanga ni dili, Yanga ni dili, iwe imecheza haijacheza, inapokuwa sehemu yote, Yanga ni dili. Kwa hiyo Yanga ni sawa na ambari pia, nje ya Zinduna, kwa maana watu walijipanga kabla ya Yanga kuwa Zanzibar na hatimaye wamekuja nyumbani. Kwa hiyo hapa ni nyumbani, lakini niseme tu kitu kingine uh -huh. Tukisema kwamba ukizungumza Yanga ni sawa na msemo wa wahenga, wanasema kozi mwanamandanda kulala na njaa, kupenda siku zote. Yanga inapotaka kuja Zanzibar ni kama wewe unapokwenda nyumbani ukagonga mlango, ukawa na nyumba mbili. Kwa maumeoa, basi una mke mdogo na mke mkubwa. Ndo Yanga kwa Zanzibar. Sasa sijui hao wengine kama wako hivyo, lakini sisi tunapotaka letu kama wana Yanga, tukisema Zanzibar basi tunahisi kama tuko Dar es Salaam, tukisema tuko Dar tunahisi kama tuko Zanzibar. Sasa wenzetu wengine watajinasibu kwamba hapa ndo nyumbani, maana wakija Zanzibar wao wageni. Na ndio maana hata mara ya mwisho walisema wakakataa uwanja, wana sababu zao za kukataa uwanja. Ukitaka kuamini, waulize hata Waturuki ambao wanasimamia uwanja kwa, kwa nini Simba waliukataa uwanja? Hao wanajua, wanajua kwa nini waliukataa uwanja, na waliona kwamba uwanja huu hauwafai, sio kwa, so kwa sababu ya Yanga, ila kwa sababu ya yao wanayajua. Sisi sawa na ambari, sijui wao watakuwa Zinduna au watakuwa kangaja mambo kangaja, huenda yakaja haya. <laughs> ndio anaojitokeza uh, jeni kiufupi, sawa. So, tuzungumzie kuhusiana na mchezo wenyewe kama vile ambavyo ulizungumza awali, umekuja hapa e, timu inafanya mazoezi katika viwanja vya Amani vya nje hapa, tunaona nyota wote wako fiti kule kweli, kwa mimi ambaye nilikuwa naangalia pale, lakini wewe pia umepata nafasi ya kuweza kuwatazama huu mchezo, wewe una utazamaje? ari cha kwanza ni ari, umoja wanayanga wote wamoja, na ndio kitu ambacho kinafurahisha, lakini utimamu wa wachezaji wenyewe unatokana na benchi la ufundi, na kiufundi siwezi kuzungumza, lakini kocha hana muda sana na Yanga, isipokuwa wachezaji wana vipaji vyao na wachezaji ni waelewa, watu ambao wanaelewa na wanapokea. Naamini kwamba wana na na kwa wa Yanga watashuhudia mchezo tofauti na walivyoiona Yanga katika mechi ambazo zimepita. Wanasema huu ni wakati wa vitendo, sio maneno. Tutashuhudia kwamba Yanga ile ambayo walikuwa naiwaza wao iliyopita au zaidi ya ile kwa. Nataka niwaambie tu wanayanga, popote walipo, kuna maajabu yatajitokeza siku hii ya tarehe ishirini na mbili kwa kuiona yanga ambayo si ile ambayo wameiona tangu kuanza kwa msimu, kwa maana msimu huu. Lakini si hivyo tu, kitu kingine kwamba ari yenyewe ya wachezaji, ari pia ya viongozi, sisi wanachama, mashabiki na yale yote ambayo tunayafanya hapa na hakika kama ilivyo ada, wana Yanga wao tunatoa sadaka, tunakutana mayatima na vitu vingine, na kitu kimoja ambacho ni kodi katika maisha ya binadamu ili afanikiwe ni kukaa kuendea watu wenye mahitaji maalum, mafukara, mayatima, hivi vitu ambavyo Mungu anavipenda sana ndio ambavyo tunacheza navyo. Kwa hivyo uwepo wa Zanzibar ni sehemu tulivu sana kwa Yanga, lakini pia kiufundi na nje ya hapo kuwa Yanga ni sehemu ambayo inahamasisha watu wengine pia kuja uwanjani, sio kwamba daa iko hivyo, hapana. Lakini Yanga ikiwa Zanzibar utulivu ni mkubwa sana, sababu zinakuwa zikosekana kwamba tumekosa matokeo kisa fulani kacheza ile, haipo mchezo akikosa na maana walikuwa peke yao, tukikosa tulikuwa peke yetu. Huo nao ni msingi mwingine, hatutaki maneno, maneno, maneno yamepita. Sasa ni vitendo. Kwa hiyo tunacheza, wakipata wamepata, wakikosa wamekosa, wasitoe sababu kwamba walicheza fulani, kuna vitu au mambo fulani. Sisi tumekuja tucheze na wao wacheze na sisi tumekuja tuko nyumbani. Unyumbani wa Yanga Zanzibar ni tofauti na timu yote. Yaani kwa timu za Tanzania. Yanga hapa kwao ukiachana na dawa na kwingineko na inajulikana ukisema Yanga. Ukisema mashabiki wa timu zingine wanafuatia baada ya Yanga wa Zanzibar. Na kama wapo kizazi cha sasa si wale waliopita. Wenye miaka 40, 50 kurudi nyuma waweze kukuta na shabiki wa timu nyingine na yuko hapa Zanzibar. Kama wapo basi hao inakuwa kuna sababu tu zimejitokeza. <laughs> Na kundi lenu nalionaje, ukiangalia wapinzani wote kwa maana zile timu tatu na ninyi mkiwa ni wanne na wazungumzia Farabat ambao wa mnakutana nao tarehe 22, lakini kuna JSK na kuna Al Ahly, Al Ahly ya Misri au National, wenyewe wanaita National. Timu zote zina historia kubwa, Yanga ameishia wale wote, wameonjaonja ladha ya makombe. Kwa hiyo katika kundi ambalo hata uh, kafu wenyewe katika peji zao walishawahi kuandika macho yote katika kundi B, wakimaanisha kwamba kuna vigogo wako pale ni kundi ambalo lina timu ambazo kwa namna moja mwingine unaweza kusema kwamba Yanga atoboi, lakini mpira hauko hivyo. Kwa namna moja mwingine, kwa jinsi tulivyojiandaa, hata wao wenyewe wanahofia Yanga kwa sababu wanajua haitabiriki, leo hivi kesho vile. Ndicho ambacho tutashuhudia siku ya tarehe 22. Je, ni katika makundi yote ukiniambia mimi niseme kundi ambalo gumu. Kundi gumu ni kundi B ingawa kuna makundi mengine na vigogo. Kama kundi gani ambalo lina vigogo? Kundi A, kundi A, kuna vigogo na bingwa yuko pale, kuna vigogo lakini sio wote vigogo wengine mchecheme mchecheme, wale apeche apeche. Ni kundi gani hilo? apeche apeche, kundi hata kundi A apeche apeche, baadhi ya timu sio hivyo tu. Haya makundi mengine kama kwa wenzetu apeche apeche, yani timu wenzenu, akina nani ndio mahasimu, kwa sababu mtu anakuwa na mtu wa kushindana naye. Wakati mwingine unazungumzia kundi ambayo yupo Simba, Simba. Simba timu mbili wao wenye kiasi na wao wengine lakini pia hata waliopo inawezekana wakawa washindani zaidi. Huwezi kuchukua timu mbili katika timu nne ambako Simba yupo ukalinganisha timu nne ambazo ziko katika kundi la Yanga kihistoria na rekodi yenyewe katika mafanikio ya michuano hii ya Afrika, lakini pia hata kwenye kuwekeza katika hizo timu. Maana mpira pia ni uwekezaji. Kwa hiyo nikisema hivyo na maanisha kwamba uwekezaji wa kundi la timu za Yanga si sawa na hizi timu ambako Simba yupo. Lakini si hivyo tu. Swala rekodi yenyewe katika mafanikio unapozungumza michuano ya barani Afrika, kwenye kundi la Yanga ndio ambao wana rekodi zaidi kuliko timu zingine. Kuna timu pale imeshinda mpaka timu za Ulaya katika rekodi ya kuchukua makombe national au national Al Ahly ya Misri. Ndivyo ilivyo. Na kwa Kiarabu ndio hivyo taifa, national au national Kiswahili unasema taifa ndio al-ahl wa kutoka Masri. Kwa hiyo niseme tuko na namna moja kwamba kundi la Yanga ni zito, lakini tuna hakika wa asilimia zaidi ya 80 sisi kutoboa kwenda robo. Kwa nini tupo Zanzibar? Tupo Zanzibar kwa sababu ya utulivu. Hatutaki mambo mkorogo mvyogo, ndio maana tuko hapa. Mkorogo? Hatutaki mambo mkorogo mvyogo. Wakoje? Zanzibar. Mkorogo mvyogo, penye sukari unatia chumvi, penye chumvi unatia sukari. Hatutaki jeni. <laughs> Mimi ni kushukuru sana kwa, ni wakati mzuri sana leo kukutana kuweza kupiga stori za kimichezo zaidi shida. Mimi nashukuru Jeni na kila la kheri, tuko pamoja. Rama Yanga na nipo, nitaendelea kuwa Yanga na kabla hapo nilikuwa Yanga lakini sasa nimeamua kuwa waziwazi, wenyewe wanasema fawaisha, na watu wananishuhudia mimi ni Yanga na nitaendelea kuwa Yanga, ni hivyo Bwana, asante. Kama vile ambavyo meweza kumsikia hapa Ramadhan Yusuph Madogo ama Rama B, muite hivyo, miongoni mwa watangazaji wakongwe kutoka hapa Zanzibar ambaye ameshafanya vipindi tofauti vikiwepo vya michezo na akiwa amefanya vizuri. Huko mwanzo alijificha, e, shabiki wa timu gani kuhofia e, kupunguza idadi ya mashabiki, lakini leo hii ameamua kujiweka wazi kwamba yeye ni shabiki wa Yanga Sports Club na ameamua sasa kujikita huko. Mimi ni Jenny Kishai na aliye nyuma ya kamera ni Hidadi fotografa.